Naam, bwana, mmoja kati ya kapo ambazo zinafahamika kwamba ni kapo ambazo hazitetereki katika mambo ya mahusiano wako very low key, hawana mambo mengi ya ajabu ajabu. E, bwana hii ni kapo ya Aika na Nahreel. Aika na Nahreel walikuwa ni washikaji na Vanessa Mde pamoja na Juxy, zilikuwa ni kapo mbili ambazo zilikuwa zinaambatana kwa muda mrefu sana, lakini this time around, bwana, issue ambayo imekuja ku happen ni kwamba Aika na Nahreel eh, baada ya Juxy na Vanessa kuachana, Aika na Nahreel ndio imekuwa kapo pekee ambayo imedumu kwa muda mrefu na watu wengi sana walikuwa wanaiadmire na mpaka sasa hivi obviously bado wanaiadmire hiyo kapo. Sasa kitu ambacho kime happen bwana ni kwamba katika ndoa hii celebration hii celebration, hapa nyingine tena ya mwisho kati ya Jukesi na Priscilla, mpenzi mpya wa Jukesi, ni kwamba Aika na Nahreel pia walikuwepo katika hiyo celebration. Sasa basi, ni kwamba baada ya kutokea pale, waandishi wa habari walipata fursa ya kuzungumza nao, kwa sababu ni kitu ambacho huaga kionekani mara kwa mara kwamba kumuona Aika na Nahreel wakiwa wameattend katika sherehe yoyote ile Umeona yani, Aika na Nahreel bwana, hawaonekani kabisa katika event mbalimbali za wasanii wenzao, lakini hii hapa ya Juksi ilibidi watokee okay. Na ni kitu ambacho kiukweli kimewafurahisha watu wengi sana, lakini kitu ambacho kimekuja kumeke headline zaidi ni swala la muonekano wa Nahreel huko mitandao. Nadhani watu wengi sana watakuwa wameshafahamu kwamba hiyo imekuwa ni moja kati ya topic ambazo zimemeke headline sana katika mitandao ya kijamii. Umeona kwamba Nahreel ameonekana amepunguza sana mwili Yani, amepunguza sana uzito, ame lose weight to the maximum, na ni kitu ambacho watu wengi sana uoga wanapenda kupunguza mwili, lakini kwa jinsi ambavyo ki huku bongo, ki bongo, bongo watu wamekuwa wanajiuliza kwamba nini ambacho kimetokea, eh bwana, nini kimepelekea Nahreel aonekane hivi, eh amepunguza, amekata sana weight na vitu vingine kama hivyo. So hapa kuna comment nyingi sana zimekuwa highlighted kuhusiana na hii issue. Watu wamekuwa very concerned, watu wanataka kujua kiundani nini ambacho kimetokea. So hapa hapa kuna huyu anaitwa Biba Samir ameandika kwamba Mungu wangu huyu kaka anaumwa, ni mgonjwa. Kwa mtu mwingine, soko bwana, atakuwa anaumwa au pengine kuna kitu anatumia ambacho ni kibaya. Umeona, kwa mtu mwingine hapa anaitwa Nagma ameandika kwamba mm, ebwana, mbona kama mzee. Kwa mtu soko bwana, my brother E, kapitia situation ya kuumwa. Nadhani kuna mtu anaitwa Jay Wills amekuja kucomment kwa hivyo, kwa hiyo kwa kifupi, ni kwamba watu wengi sana wanataka kujua kwamba Nahreel ni nini ambacho kimemkuta, ukiangalia picha zake za zamani na sasa hivi au katika hii video ambayo imetrendi huko mitandaoni, wakati wameatende harusi ya Juksi na Priscilla ni kwamba Nahreel anaonekana, muonekano wake umebadilika ukilinganisha na the way ambavyo alivyokuaga huko awali. Sasa ngoja nikusomee baadhi ya comment za watu wengine ambao wamejaribu kufafanua kile ambacho huenda Nahreel akawa anapitia. Huyu hapa anaitwa Colin anasema kwamba, bwana watu wanapitia mengi. E, yatupasa kujifunza kunyamaza na kuwaombea e, kijana amekonda. Uwe umekonda uwe umenenepa uwe umeharibika Mbona hauzai? Mbona huolewi? Hizi haya ni mambo ambayo sio ya kuyajaji mtu. Ukimwona anapitia chochote kile, muombe na sio kuanza kumuuliza maswali kama hayo niliyoyataja hapo juu. Hili ni jambo hili jambo sio la kumwambia mtu, maana hatujui anapitia nini. Pengine ni mgonjwa au ni mpango wa Mungu. Busara ni kujifunza kutohoji kila kitu. Umeona haya lakini pia mdau mwingine huyu hapa amena, nimegundua na ndio maana huwaga hawatakagi kabisa kujichanganya na watu maana e, mnapenda sana kufuatilia maisha ya watu. Umeona kuna mtu mwingine mbabanad bwana hapa bwana, kuna vitu fulani anatumia, alafu maji anakunywa kidogo. Kuna mtu ameandika hivyo bwana, huo mwonekano sio wa mtu aliye sawa eh. Eidha atakuwa na msongo wa mawazo au ana maradhi mengine, hata anavyoongea tu kiukweli, na amebadilika sana. Umeona, kuna mtu amesgaa bwana, kiukweli umri nao pia umeenda, lazima uwe tofauti. Kwa mtu ameandika hivyo eh bwana. Kuna mtu hapa, kuna mtu bwana, kuna mtu hapa anaitwa Jacqueline Nay, anasema kwamba whatever happening to him, yani chochote kile ambacho kimemkuta, i pray awe anaendelea vizuri, i wish to him good health, yani namuombea kwa Mungu awe na afya njema na Mungu amsaidie katika chochote anachokipitia. let's be let's be kind to them, yani tuwe wema kwao. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, so huenda kweli Nahreel akawa anapitia tatizo